Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu, tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, eidha awe na smartphone au kichochi tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram at invitepro underscore, au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Deus Sangu amewataka watumishi wa umma, hususani wa serikali za mitaa, kuzingatia maadili ya kazi ya utumishi wa umma ili kuepuka migogoro isiyo lazima pamoja na vitendo vya uharibifu wa fedha na mali za umma. Wito huo umetolewa jijini Dodoma wakati akifungua kikao cha thelathini na moja cha Baraza la Taifa la Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa Tanzania. Jambo tu la staili la kuapproach uwajibikaji haliwezi kutugombanisha Eh, serikali tunapoombwa haki za wafanyakazi, na mheshimiwa rais amekuwa mstari wa mbele. Tumetaja mambo mengi makubwa aliyotufanyia, lakini mwisho wa siku serikali itadai wajibu. Sasa katikati yetu na miongoni mwetu kuna wengine wapo, mtu mmoja tu anaweza kaaribu taswira yetu wote. Jana mheshimiwa waziri mkuu mmemsikia, alikuwa anatolea habari ya Mkalama kule halmashauri, ujenzi wa jengo wamekuja wale bwana, tofali inahitajika inchi tano, wao kwenye BOQ wametempa inchi nne. Sijui inatakiwa lesho hii yes, ya simenti wametempa. Inatakiwa nondo milimita 16, wametempa, wameweka nondo milimita dogo, na zile difference za wanazozipata kwenye BOQ ndio wana, wanachukua kama mambo yao ya faida. Jengo limejengwa liko kila kitu, bati lipo, bati geji 28, wameweka 30, nondo milimita 16, wameweka 12 tofali nchi tano ameweka nchi nne, kwa hizo valuation wanazozipata wanazikusanya. Una jengo lako liko vizuri, kila kitu kipo, lakini kiko substandard, kiko below iliyokuwa stipulated kwenye BOQ. Sasa watu kama hawa, mda mwingine wanatia hasira. Ni mtu tu amesomeshwa na kodi ya Watanzania, ni mtu analipwa mshahara, ameajiriwa vizuri kwenye ofisi za umma, lakini ana abuse. Matumizi ya ofisi ya umma anafanya mambo yake yasiyofaa, na mimi nimekutana nayo mengi huko. Unakuta mtu hapa amepewa barabara, barabara mradi mkubwa wa lami, lami ile ina specification yake. Sasa Mtanzania anachotaka kuona ni lami, anaona lami tu ni nyeusi, ni lami, lakini lami hiyo ina metric measures na kila kitu kimewekwa pale. Ana compromise layer, ilitakiwa iwe layer inchi kumi, ameweka inchi tatu. Baada ya mwezi mmoja lami nabanduka, wananchi walijua tumepata lami, wanarudi kwenye crisis kubwa. Hawa watu wapo, anyway tutajadiliana na ni beti namna gani ya kuwawajibisha, lakini sometimes inafika wakati natakiwa tupeleke huku uh, uh, message kwa umma, lakini sio that much. Tutatafuta namna nzuri ya kuicontain, lakini mimi niwaombe watumishi wote, watu wa umma kufuata maadili ya utumishi wa umma kufuata maadili ya utumishi Leo hii ni wenyewe, watu wamekuwa vele ambitious na maisha. Anaajiriwa leo hii anataka awe na kila kitu ambacho ndugu yangu hapa mwenyekiti wangu na rais wangu amefanya kazi miaka ishirini hana yeye. Ye, siku mbili kijana mnamkabidhi kazi, anataka awe tajiri milionea, alafu anawaona wote aliowakuta kazini hamna kitu hawa. So wajani sasa, tukiruhusu namna hiyo, tutaenda mahali tutalimaliza taifa letu. Taifa letu lina scarcity na resources nyingi zinapatikana na tunajaribu kuzitumia resources zilizo nazo kuweza kufanya miradi ya maendeleo. Mmeona Mheshimiwa Rais amesema katika kipindi hiki angetegemea sana miradi yetu mingi tuendeshe kwa fedha zetu sisi wenyewe, kwa sababu hata kwenye dira hii, dira yetu hii, matokeo tunayotafuta ni taifa lenye haki, taifa lenye kujitegemea safe run, tunajitegemea. Manake kwenye dira hii tutakapomaliza miaka hii ishirini na tano ijayo tunahitaji tuwe na taifa ambayo ni self-reliant, ni taifa ambalo linajitegemea. Sasa mtajitegemeaje zile resources mnazozipata? Mtu mmoja mmoja tu kabisa anaamua kuwakwamisha. Mtu mmoja mnampelekea mradi wa bilioni nne, akili yake muda wote anachekecha, bilioni moja itabakije kwangu. Huyo mtu mmoja tu ana compromise na anaharibu vitu vingi, miradi ya maji. Mmeona mheshimiwa hey, anasema hey, tuonyeshe bwawa lilikuwa hapa hapa limeam hapa hadi nimehama usiku, tumekuja kuna. Huu mji una miujiza. Wapo hawa wa, watu kwenye utumishi wa umma. Sasa hawa watu tunaenda tutatafuta style ya kwenda nao, lakini hatuwezi kuwapa nafasi kwenye utumishi wa umma. Wanatuharibia taswira njema, wanatuharibia malengo yetu, wanatutaka taifa letu tusifike pale tunapotaka. Na Mheshimiwa Rais amejipambanua kwamba anataka atakapomaliza miaka yake hii mitano ifikapo elfu mbili na thelathini aache tabasamu kwa Watanzania, awaachie nchi yenye tabasamu na furaha. Na hiyo tabasamu haiendi tu kwa yani ni yeyote, na sisi tutaachiwa tabasamu, kwa maana ya wafanyakazi, na sisi tutaienjoi hiyo tabasamu. Sasa hii nia Mweshimuwa Rais anayotaka kutuachia, tunamwachiaje mtu mmoja atukatishe, tunaachiaje mtu mmoja avunje hiyo ndoto? Ndo haya yale jana Mweshimiwa waziri mkuu ameyasema, na niwatahadharishe sana watumishi wa umma kujiepusha na vitendo hivi. Na jana imeagizwa wale ambao wamekuwa wakifanya ubadhirifu kwenye miradi wachukulie hatua na wakishachukuliwa hatua inakuja tena kuwa badili kwenye vyama vya wafanyakazi. Vyama vya wafanyakazi, jukumu lingine pia ni kuwatetea, ni wanachama wetu, na ndio jukumu mnalofanya hapa hapa. Ni jukumu lenu la msingi, na mimi nakubaliana mlichowatetea, wasiwe wana wanafokeafokewa nini hendi yudu, jukumu limepigwa hapa ni lenu exactly na baadaye litaama hapa wakifikishwa mahakamani, tena mtahangaika na mawakili, si mtu wenu. Sasa badala ya mapato haya tukaangaike kujenga majengo mainvestment makubwa, hasa tunapoenda kutekeleza dira ya 2050 tunaanza kwenda kulipa kufanya litigation issues, tunaanza kulipia makesi mahakamani kwa sababu mwisho wa siku TAKUKURU itaenda huko, itawakuta waliofanya ubadhirifu. Baadaye wakija, jamani mimi huwa mnanikata 2% yangu, ni wakati wangu mimi, 2% irudi, niwekeni wakili tukapambane na serikali. Kwa hiyo hii tunayoifanya ina benefit kwa pande zote, ina faida kwa vyama vyetu vya, vya wafanyakazi. Tuta, tutakuwa na utilization of resources in direct, light direction. E, kuliko kwenda kwenye kulizovu matatizo ambayo yamesababishwa na negligence ya mtu na mtu mwenye tamaa, na mtu mwenye ma, ma, kutaka mafanikio ya haraka, vurugu nyingi za kuingiliana kwenye maeneo ya, ya kazi. Matokeo yake tunaonekana sasa mpaka tunawatoa viongozi wetu kwenye kufanya kazi zenu za msingi, mnashuka chini kuanza kutu, kutu, kutatua migogoro. Mimi niipongeze sana ofisi ya msajili na ofisi ya katibu mkuu chini yako wamefanya kazi kubwa sana, wametuita mara kadhaa na ninaamini tunakuelekea sasa, kama pataenda tulivyokubaliana, tunakwenda kumaliza hii migogoro na amani inarudi upya kwenye vyama vyetu vya wafanyakazi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwa heshima kubwa kabisa niseme kwa niaba ya hawa wajumbe wangu wa baraza walioko mbele yako, tunakushukuru sana kwa kukubali wito wetu. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuheshimiana na, na serikali taheshimu serikali kwenye kuiambia, tunasema kwenye ukweli tunasema. Maana viongozi wa vyama vya wafanyakazi tumebeba dhamana, mengine ni magumu kusema, lakini lazima utoke useme wafanyakazi wanahitaji hiki, lakini tunajadiliana kuona bajeti ya nchi inasema nini. Mwenyekiti wa TALGWU Taifa, Tumaini ya Muhoka, amesema chama hicho sio chama cha migomo, bali hupendelea majadiliano mezani, akisisitiza kuwa kwa kiasi kikubwa masuala mengi yanayowahusu watumishi yanaendelea kushughulikiwa kwa mafanikio kupitia ushirikiano wa serikali na vyama vya wafanyakazi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Shindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.